Duniyakum itengenezeni dunia yenu, waamalu wa liakhiratikum nafanyeni aa, kwa ajili ya akhira yenu, alipokuwa akituelezea kujishughulisha na dunia amesema aslihu duniakum aslihu duniakum, mambo yaende, kuna maisha hapa, basi hizi siku chache za kuwa hapa duniani eh? kujishikiza aslihu duniakum aslihu, itengenezeni dunia, eh, dunia yenu lakini alipotuelezea kuiandaa akhira hajasema wasulihu liakhiratikum, akasema waamalu liakhiratikum. li Manake hizi amali zinakuwa ni endelevu, eh, hizi amali zinakuwa ni endelevu, innal ladina amanu waamilu salihat. Kwa hiyo maandalizi ya akhira maandalizi hayo yanahitaji umakini mkubwa, yanahitaji mtu kudumu katika kuishughulikia akhira yake. Wa amalu li akhira aslihuu dunyakum, yani kama vile rekebisheni, rekebisheni fulani hivi eh, mambo fulani yakae sawa katika dunia, kurekebisha sawa hapo peke sawa, peke sawa, siku ziende, lakini akhira. Wa amalu liakhiratikum, fanyeni matendo ya kudumu kwa ajili ya akhira yenu. analhu wa ayamuna tadhhab wanalabu wadhahru la yalab, mshairi anatuamsha na kutizindua hapa duniani tunakuwa na pumbao kweli, hatujielewi analhu wa ayamu na tadhhab. Tuna pumbaa, yani mtu kuwa na pumbao kama vile mtu hana majukumu hivi, haifai analhu wa ayamu na tadhhab. Hatufai sisi kuwa na pumbao. Sabu masiku yetu yanaondoka. Vipi uwe na pumbao wakati masiku yanaondoka? Analhu wa ayamuna tadhhab, wanalabu na tunacheza kweli? Ni mahala pa kucheza waddaharu la yalabu

Kwa hiyo mshairi anatuzindua, si mahala hapa duniani mtu akawa kwamba ana pumbao. Hapana, kwa sababu masiku haya masiku yanaondoka. Hapa duniani si mahala pa mtu kufanya mchezo, alaab, si mahala pake, kwa sababu Ulimwengu hauchezi na matokeo yake, makafiri na mushrikuna tunaona, watakapokuwa kwenye moto eh, wanatamani kurudishwa duniani. Kwa sababu gani? walikuwa wana eh, wanapumbaa na masiku yanakwenda Walichokutana nacho wanaona, kumbe kule palikuwa ni mahala pa kufanya maandalizi ya siku hii ya leo. Wanachokutana nacho ah, kumbe kule ulimwenguni hapakuwa ni mahala pa kufanya mchezo ya laitana

Hapa tu duniani hapa. Fahali yurja min rajaati lumri ma madha fi lhayati dunya, je pana tarajiwa kurudi umri? Eh, umri umekwenda, umepewa umri na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, umekwenda. Je, ule umri unaweza ukaurudisha nyuma, ule umri uliopita? Fi lhayati dunia, hapa hapa tu duniani, tukiwa hapa hapa duniani Namona mzee gavano ni mzee, si ndio? Unafikiri alikuwa hivyo eh? Mzee anatamani uwe na umri kama wewe hivi, Sada Abdul Karim, sababu kwa umri ule kuna mambo hayawezi. Anatamani awe na umri kama huo, kwa kwa kuna mambo anataka kuyafanya mzee avan hapa hapa, tukio duniani, ule umri aliofikia ule sawa eh? anatamani apewe umri, yani awe kama hivyo wewe. fahal yurja min dhajaati alumri, Je, kunatarajiwa eh, kurejea kutokana na umri mamadha uliopita. fi lhayati dunia, katika uhai wa duniani. Ah, fa kaifa bil akhira, itakuwaje watu wa ku akhera, huku tu duniani haikuwezekana mzee E, arudi kwa kijana, haya mtu ashakuwa yuko akhera huko, anasema ya laitana anurad ah ha. Duniani haukuweza kurudisha umri wako kuwa miaka kumi na tano baada ya kuwa una miaka themanini. Leo umekwenda akhera unasema unataka urudi, unatamani urudishwe duniani. Hakuna vitu vya namna hiyo, kwa hiyo wakati ni huu bal bada lahum ma kanu yuhfuna min qablu, ndo hapo eh. Bal bada lahum, mambo yalipo ni kwamba bali yamewadhihirikia ya wao ma kanu yukhfu yale mambo ambayo waliokuwa wakiyaficha duniani, yale mambo ya aibu eh, kwa kificha mambo mabaya. Sasa kule yamewadhihirikia, ndiyo maana wanatamani warudishwe duniani. bal bada lahum, bali yamewadhihirikia wao makanu yofun yale waliokuwa wakiyaficha min qablu qabla, yani manake qabla ya maisha ya akhira, ambayo tayari sasa yapo mbele yao. Lakini kule duniani kuna mambo waliokuwa wakiyaficha, huku akhira sasa yanawadhihirikia yana, yana, yale mambo waliokuwa wakiyaficha ai dhahara lahum yauma lqiyama, yamewadhihirikia wao siku ya Kiyama. Ma kanu yukhfuna fi dunya, yale waliokuwa wakiyaficha duniani. Min uyubihim wa qabaihihim, miongoni mwa mambo yao ya aibu aibu zao na mambo yao mabaya. Sasa fatamannau dhalika, wakatamani hilo la wao kurudishwa duniani.

na lau wangelirudishwa kama wanavyotamani laadu wangelirudi, limanuhu kuyafanya yale, limanuhu anhu kuyafanya yale waliyokatazwa Mwenyezi Mungu anatujua vizuri Walau ruddu, na lau wangelirudishwa, laadu wangelirudi lima eh, kuyafanya yale ambayo nuhu waliokatazwa anhu, wayaache mambo kama hayo, wangeli, yani kama fursa hiyo ingelipatikana, haya rudini, wangelirudia yale yale wa innahum lakadhibun, na hakika wao ni waongo. Asije akatokea mtu ah, sasa Mwenyezi Mungu kwa kuwa hawa wanaonyesha kabisa kujuta hawa, si si ngepatiwa fursa ah, Mungu anasema ah, hata kama wangelirudishwa, la adu limanuhu, am anu, kwa elimu yake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ndo siku hile tukasema Hakuna kitu chepesi katika maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa, wa taala, sababu ilmu ya Mwenyezi Mungu si ilmu eh, ya mtume wala ya malaika wala ya alimu yoyote. Ilmu ya Mwenyezi Mungu ni ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, maana anajua ndani nje, nje ndani, sawa? So, ndio maana ilmu chimbuko lake inatoka eh, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala yoyote mwingine mwenye ilmu mwenye maarifa ni chembe tu. Kwa hiyo tunaposema Mwenyezi Mungu yeye ni alimu, sawa eh? Usifikiri elimu ya Mwenyezi Mungu ni ya dokta fulani hivi au profesa fulani, mtu mwenye digrii, mwenye sawa, mwenye diploma mwenye majisteri, hakuna. Hawa wote hawa pamoja na hivyo So, huyu ni dokta huyu ana diploma huyu ana degree. Ah, si masala ya elimu hayo, wa ma'utitu min alilmi illa qalila. Wewe doktor, wewe una magisteri, wewe una degree, wewe wa ma'utitu min alilmi illa qalila, chembe tu, hamkupewa kutokana na ilmu isipokuwa illa qalila. Sasa rudi kule kwamba yeye Mwenyezi Mungu mw ndo Allamul Ghuyub. Kuna daktari wa namna hiyo? Mtu ambaye ananiambia amepewa chembe chembe tu chembe chembe, na ni hatari. Kuna watu wanajidanganya, kuna watu wanajidanganya hapa duniani. Anaweza akatoa fursa ya ajabu sana, eti anatoa darsa, anatoa darsa, alafu mwisho wa siku anasema, haya, wale wenye maswali waulize. mambo ya, ya hatari haya <laughs> <laughs> iti, afu mtu anatembea na kichwa lake eti ni alim, alimu ah. We ilmu naiju, wenye kujielewa hawathubutu kabisa kuwa na kimbelembele eti yeye ni alim. Hapana, mambo yalivyo ni kwamba kadiri mtu anavyopata maarifa anazidi kuwa mnyenyekevu na sio kwa kila mtu, ni yule mtu ambaye anayeelimika. Yule anayeelimika kila siku akiongeza anazidi kuwa mnyenyekevu yani, kila anavyoongeza maarifa anazidi kuwa mnyenyekevu. Ukweli wa mambo ulivyo ni kwamba alimta sheian waghaba anka ashya. Eh, ulichokijua wewe ni kitu kidogo sana, lakini usivyovijua ni ashia. Ulichokijua alimta shay'an, sawa. Kaa hivyo kwamba mimi nilichokijua ni kidogo, ambavyo sivijui ndio vingi. Alimta shay'an wa ghaba anka ashia, umejua kitu kidogo usivyovijua ndio vitu yani, vitu vingi huvijui, sawa mm. Na kule kusema sijui ndio nusu ya elimu, la adri nisfu ilmu. Wako wapi watu wa kujishusha leo? Wako wapi Watu wamejazana ujinga eh. Hizi zama ni zama za kusikitikiwa sana <laughs> zama za kusikitikiwa sana, zama za kusema fulani ni zaidi ya fulani, ujinga huo jinga fulani zaidi ya fulani. Halafu ndani yake kunakuwa na ushabiki e, kwamba watu wanamtu wao hivi wanamtanguliza, unafahamu. Halafu wanamfanyia kampeni, unafahamu huyu gogo -go ili au <laughs> <laughs> ujinga tuo, tusijazane ujinga, msikubali kujazwa ujinga namna hiyo. Wama utitu min alilmi illa illa qalila. Sasa jamani, kwa hiyo nyinyi ndio mmekuwa mkitoa daraja sawa, halafu wakati huo huo huyo ndo mwalimu wenu awafundishe. Sasa kama nyinyi ni wanafunzi kwa huyo mwalimu, iweje tena nyinyi ndio mwanze? Sawa, kumwona huyo mwalimu wenu ni zaidi ya wakati nyinyi ni wanafunzi, nyinyi bado mnasoma hiyo elimu, tena ya kujua kwamba huyu mwalimu wenu ni zaidi ya walimu wengine. Usiujinga sasa Tumeharibikiwa bwana, wamepita watu waliokuwa wakiheshimiana na kuthaminiana, hao mashekhe hao hao waalimu hao. Tuna wakati mbaya, wakati mbaya sana. Tunahitaji tunahitaji waalimu wenye kutoa malezi mazuri, mwisho wa siku tuwe na jamii ambayo inaelewa adabu ni nini, inaelewa adabu ni nini. Na hao waalimu pia ni mpaka waandaliwe waalimu aina hiyo, mpaka waandaliwe. yawezekana kule kutoweka adabu kunasababishwa na aina ya walimu, sababishwa na aina ya walimu. Nimesema kwamba wamepita watu waliokuwa wakithaminiana wakiheshimiana. Kwa kawaida waalimu ni wengi, sawa? Kwa mfano, ndani ya mji wetu huu wa Babati waalimu tupo wengi, waalimu tupo wengi. Watu waliopita katika wingi wa waalimu walikuwa wanathaminiana na kuheshimiana huwezi kumkuta mwalimu anamchafulia heshima mwalimu mwingine, hapana. Lakini ulifika wakati katika masala yuko wanayemtanguliza, yuko wanayemtanguliza, kwamba nani atusemee, nani atusemee eh? katika kadhia hii walikuwa wakipeana nafasi hizo. Leo kila mtu tu anasema, kila mtu anasema, kunapatikana faudha. Eh, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, babaisha watu. Lakini walitengenezwa watu, ukienda kwa mwalimu huyu kama ni jambo ambalo linahitaji lisemewe, sawa eh, lienee kwa watu wote, basi wanaelekeza hili, ili atalisemea fulani, ili atalisemea shekhe fulani, hili atalisemea shekhe fulani, sawa haya, na wakakaa wakapata kikao chao, kuna masala haya basi. Kwa umoja wao akapatikana shekhe, akalisimamia lile, akalisemea mushkili, ukaondoka eh? Katika mujtamaa hivyo, kule kutangulizana, maana yake ni nini? Kweli wote walimu, kila mtu ana na maarifa kiasi chake sawa, lakini nidhamu sasa, e, lazima kuheshimu mamlaka lazima kuheshimu madaraka na yule aliyepewa mamlaka aliyepewa madaraka, watu wote kutoa ushirikiano na mchango, sawa, so ambao sasa maslahi yataenea yatakuwa ni maslahi mapana kwa wote. So huyu anasema, huyu anasema hiyo, huyana... ni fujo, sawa, so, so hiyo mm, ni fujo, alafu yaba sema ah, nini bwana madrasa yetu moja shekhe wetu moja ah, wewe vipi? Hakuna utaratibu wa namna hiyo, lazima kuwe kuna kiongozi, lazima kuwe kuna, lazima kuwe kuna kiongozi. Kimsikia mtu ana maneno hayo, huyu ni mharibifu, huyo mharibifu, amewezi kuniambia kitu bwana Madrasa yetu moja, shekhe wetu moja. Eh, kwani maswahaba mwalimu wao walikuwa nani? Si Mtume Muhammad? Kwa hiyo walikuwa wakidharauliana hivyo? Kwa hiyo mpaka mujtama unafahamu kwamba hawa mashekhe hawa, hawa walimu hawa wana utaratibu wao, na shekhe fulani ndio anayesemea jambo fulani, sawa sawa, hey. Sasa mambo yameharibika leo, utaona hata <laughs> ukifuatilia huko nini kwenye mitandao, si ndio? Ah, tumekosa adabu, kosa adabu kweli kweli, adabu. Watu wanataka kumwona mheshimiwa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, yaani ni sawa na wao hii nafasi moja hapa Tanzania mufti ni huyu, Sheikh mkuu ni huyu. Sasa atakuwaje sawa na wewe? Atakuwaje sawa na wewe? Yaani mtu tu wa kawaida anaingilia kule na yani kumwona kama mheshimiwa mufti, sijui anafanyaje. Ah, Adabu gani hiyo bwana, adabu gani hi! Ndio maana Qur'ani imekuja sura nzima, suratul hujurat ile. Suratul hujurat walimu, ile usomeshwe kweli kweli, suratul hujurat mle ndani, mle kuna adabu za kutosha kweli kweli. Ile suratul hujurat ile irudie, urudiwe sana, waislamu wafundishwe sana adabu zilizomo mle ndani eh. Adabu zimekosekana, adabu zimekosekana. Hata yule muadhini pia hana adabu kwa imamu wake. Angalia tu sasa, aya Uislamu bwana, Uislamu wote ni adabu. Wewe unakimu kabla imamu hajakwambia, ah, ukosefu adabu Ajabu hii, watu hawajui heshima ya imamu. Imamu mtu mkubwa. <laughs> Hey, imamu mtu mkubwa sana. Wewe mwadhini, kuwa na adabu na imamu wako. Wewe we angalia tule time ya kuadhini okay. Lakini kukimu mwangalie imamu wako anam una kimu Vipi? <todicumpe> imamu unatawaha kule, anashika udhu imamu anashika udhu. Wewe mwadhini unaanza kukimu, huna adabu wewe, huna adabu. hmm. Tayeb. Waqalu, na wakasema Waqalu